Lakini ukishaokoka ukishabadilishwa, sasa umezaliwa kama mtu wa roho, ni wajibu wako kuanza katika hatua ya pili inayosema kuenenda katika roho. Sema kuenenda katika roho, manake uanze kutembea katika roho, uanze kufanana na vitu ambavyo wewe ni asili yako. Haleluya angapo, ashaona paka anabweka. <laughs> Ushaona paka anabweka. Kwa hiyo unatakiwa uendane na asili yako, utambue asili yangu ni ipi. Unapotambua asili yangu ni ipi, unaanza kutembea katika roho. Soma kitabu cha Galatia 5:25, ishirini na tano. Hatua ya pili, kuenenda katika roho. You are a spiritual man. You have to walk in spirit. Soma baadhi Galatia 5:25 unasema Ndio. Tukiishi kwa roho, tukiishi kwa roho. Ngoja kwanza. Tukiishi kwa roho. Manake, this is another life. Hallelujah. Mm. This is another life. Eh? Uh-huh. Tukiishi kwa roho. Na tuenende kwa roho. You see this? Ukiishi kwa roho, nenda kwa roho. Kama umezaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, siku ya leo nakutamkia uanze kuenenda kwa roho katika jina la Yesu. Siku ya leo uanze kutembea kama mtu wa rohoni katika jina la Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. So kuenenda katika roho kuna viwango na hivi viwango huwa vinapanda pale tunapozidi kuenenda kila siku katika roho. Usitegemee tu viwango vya kuenenda katika Roho vitapanda ikiwa hautembei katika Roho. Bwana Yesu asifiwe. Soma Yohana 1:12. Nataka tujifunze kitu kimoja kinachoweza kikakupandisha viwango vya kuenenda katika Roho. Ndiyo. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 12. Ndio. Mungu anasema: bali wote waliompokea Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Listen, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hapa ni hatua ya kwanza ya kuzaliwa, ndio? Ndio wale waliaminio jina lake, ndio wale waliaminio jina lake, ndio waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili, waliozaliwa si si kwa kwa damu wala si kwa mapenzi ya Mungu, turudi hapa, ndio wale walioamini nini? Jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna uwezo wa kufanyika mwana, lakini unategemea ni viwango gani unaanza kuliamini jina lake. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika mwana, ndio wale waliaminio jina lake. Unapozidi kujua namna ya kuliamini jina lake kuna nguvu ya kutembea katika ulimwengu wa Roho. Haleluya, kusoma katika kitabu cha Wafilipi anasema jina la Yesu Kristo limetishwa juu ya vitu vyote, limetishwa juu ya vitu vyote. As we know, everything, kila kitu kinaongozwa katika ulimwengu wa Roho. So if you want to not control anything Know how to operate with this name, Jesus. Nasema ukitaka kuopereti au kutembea kama mtu wa roho, jifunze kulitumia jina la Yesu wako. Watu wengi wanalitumia jina la Yesu, lakini matokeo ni tofauti. Tuna watoto wa kuhani, watoto sabask, walipomwona Paulo, wanagemea tu watu mapepo, wasema na sisi tunatumia hili jina. When Jesus, who are you? So unapolitamka jina la Yesu, kwa sababu vitu vyote vimetiishwa chini yake vinaanza kukuangalia, who are you? Ndo unarudi katika hatua ya kwanza, umezaliwa katika Roho. So kama vitu unavyovitiisha kwa jina la Yesu vimeditekti kwamba umezaliwa katika Roho, kwa sababu navyo vilitengenezwa kwa ulimwengu wa roho kupitia neno. Mungu akasema iwe hivi, kawa hivi. So they know the principle of command in the name of Jesus, they start to obey. Haleluya, vinaanza kutenda kazi. Jesus alipopita kaona mtini, kwa sababu anajua, ama spiritual man, nau mtu uliumbwa katika ulimwengu wa roho, it know The authority I have. He said, you will not give afri again. Waliporudi, nini kilitokea? Hakuna tunda lililoonekana katika mti ule. Why? The authority of a spiritual man, mamlaka ya mtu wa rohoni. So unapobadilishwa kuwa mtu wa rohoni, nataka ni kutangazia jioni ya leo, kwa sababu umefanyika mtu wa rohoni Unalo nafasi ya kulitumia, linaitwa jina la Yesu linaloweza likacommand any situation in your life, linaloweza likabadilisha mtazamo ulionao hata kama ulikuwa katika hali mbaya kiasi gani. It have capacity. It have power. Anything is under the power of Jesus Christ. Say, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I will operate as a spiritual man. Nitatembea kama mtu wa Rohoni. Sema nitakuwa extraordinary man. I'm not ordinary in the name of Jesus. In Jesus name. Pige Bwana makofi. Hallelujah. Hallelujah. Power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. Pana Yesus fi. Kuna nguvu katika jina la Yesu, soma kitabu cha Warumi 10:13. Anasema kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana hata tayarika. This is a spiritual man. Paulo anaambia kwa kuwa mtu yoyote atakayelitia jina la Bwana hata tayarika. Sijui umepitia nini mwaka 2024, na pengine alikuwa ni kukatisha tamaa, pengine amekuchosha, pengine aukuona mbele, na sijui unaweza kuwa unajiuliza mwaka 2025 nini kitatokea. Maybe you have received a bad prophecy. Umepokea unabii mbaya kwamba, ndugu yangu 2025 kitu chako kitafir hatutakuona tena but I have good news say good news there is a name of Jesus that will protect you there is a name of Jesus Christ that will help you wherever you go in Jesus name hallelujah